Watoto wakati huu walikizo ndefu. Lakini kwanza, siku chache baada ya Rais William Ruto kuzindua rasmi mradi wa Nyota, mbunge wa Saboti Caleb Amisi, ameikosoa serikali ya Kenya Kwanza akidai kuwa mradi huo haukufanywa kwa nia ya kuwanufaisha vijana kama inavyodaiwa bali ni mbinu ya kisiasa ya kutafuta umaarufu. Akizungumza katika mkutano wa kuwawezesha kina mama katika eneo bunge lake, Amisi amesema serikali inapaswa kuwekeza katika mipango endelevu itakayobadilisha maisha ya vijana kwa muda mrefu. Kulingana naye, vijana hawahitaji pesa za muda mfupi, bali wanahitaji mazingira bora ya kufanyia biashara, miundombinu imara, pamoja na kupunguzwa kwa ushuru unaowakandamiza wajasiriamali wachanga. Kijana mdogo kijana amezaliwa akiwa ana baba ana mama, anaingia kwa mfuko yake, siko kwa serikali ama na opposition leader. Nachukua milioni nne na pea vijana wote, alafu serikali mzima ambayo iko na trilioni nne ya pesa inakuja inachukua vijana hamsini peke yake saboti mzima, ati nawapea pesa zinaitwa Nyota, vijana hamsini. Hapa kuna watu ni uongo? sio uongo? hapa kuna mtu amefaulu Nyota? Tuone, mwenyekiti wa tume ya haki na amani.